Nimtambulishe madam, atakuwa na nafasi ya kuja kusema, mwenyekiti wa Chama cha Ukombozi wa Umma, wakili msomi mzee Hashim Rungwe. Naomba mwenyekiti usalimie tu wakuone. Asanteni sana wanachama wenzangu, tunawakaribisheni wana sana katika chama hii, asanteni sana u wahakikishie tu Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba na ubwabwa utalika na, na, na, ubwabwa nauma ubwabwa kwa ajili ya, ya shibe, mpate shibe. asanteni sana